Ilani ya CCM inatoa mwanga wa ajira na ustawi wa jamii. Inaleta suluhisho kubwa katika sekta ya afya. Inaahidi mapinduzi ya kiuchumi na uzalishaji. Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuijenga Tanzania ambayo rasilimali zetu zinaongezwa thamani kuanzia ngazi ya wilaya na mikoa. Na hii mgombea amekuwa akisema wataenda kuanzisha kongani za viwanda kuanzia kwenye wilaya, kwenye mikoa, ili kuongeza thamani ya mazao ambayo yatakuwa yanazalishwa katika mikoa na wilaya husika. Hii itakwenda kufungua fursa kubwa ya kiuchumi. Lakini mheshimiwa mgombea anajua kufanya hivyo ndio kumkomboa Mtanzania. Kumwezesha auze bidhaa badala ya malighafi ni kuimarisha kipato chake. Ndugu zangu, ilani ya CCM ni mwanzo na mwisho wa kero ya maji. Tunakwenda kuwa na gridi ya maji ya taifa tunakwenda kuzalisha umeme megawati zaidi elfu nane mara mbili ya umeme uliopo sasa hapa nchini. Lakini katika sekta binafsi inakwenda kupewa kipaumbele na kupewa nguvu kuliko wakati wowote ndani ya nchi yetu. Tunataka kuendea muhula ambao tija ya kilimo inakuwa juu, kama nchi, tulime na kufuga kisasa. Ndiyo maana kuna programu za chanjo ambazo serikali inatoa kwa wafugaji kuhakikisha mifugo nchi nzima inachanjwa ili wakulima waweze kufanya ufugaji wenye tija ambao utaakisi maendeleo ya kisasa yaliyoko hivi. Sekta ya madini ni hazina ya taifa letu, tutaikuza. Lakini pia tutaboresha makazi ya wananchi, tutajenga miundombinu zaidi ili kila kona ya nchi ifikike kwa urahisi. Kwa msisitizo, Ilani ya, ya CCM imegusa kila eneo, na huo ndio upekee wa Chama Cha Mapinduzi na vyama vingine ambavyo vipo ndani ya taifa hili. Skolastika Mazula kutoka EFM TV. Wakati naingia madarakani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mgombea wa Chama Cha Mapinduzi alijipambanua kuimarisha sekta ya kilimo, na ukiangalia na takwimu ambazo mnazitoa sekta ya kilimo kwa sasa hivi Tanzania tunaweza tukasema inajitosheleza kwa kiwango cha zaidi ya asilimia mia moja, lakini kilimo ndio uti wa mgongo na asilimia kubwa ya Watanzania wamewekeza katika sekta ya kilimo. Nataka kujua pamoja na maelezo mazuri na kuzunguka kwenye kampeni ambazo amezunguka, mekutana na wakulima, mmeona mazingira yao, ni kwa namna gani mmejipanga kama Chama Cha Mapinduzi mnapokwenda kama mtapata ridhaa ya Watanzania, ni kwa namna gani mmejipanga kuhakikisha tunakuwa na pembejeo za kutosha kwa wakati lakini like pia kuimarisha masoko baada ya mazao hususan masoko ya ndani na kimataifa. Katibu Mwenezi, tumeona uh, kipindi chote cha kampeni wananchi wamekuwa wakijitokeza kwa wingi ili kusikiliza sera za wagombea. Sasa kampeni ndio zinaisha, ni ahadi zipi muhimu, angalau kumi tu, ambazo Chama Cha Mapinduzi kimezitoa kwa wapiga kura?